Ni saa tano na robo usiku hapa Dar es Salaam. Na hawa maaskofu wamefika hapa usiku huu sasa hivi kwa sababu ya taharuki iliyotokea kwamba wa... tunaona hapo polisi wamekuja kuzunguka kanisa la Ufufuo na Uzima hapo Ubungo, na maaskofu hao wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defender za polisi kama tatu hivi wamekuja kuzunguka kanisa, hatujajua nini kinaendelea. Kwa hiyo tunataka maaskofu wenzetu wote na wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba uh, usiku huu saa tano uh, sasa hivi, tarehe tarehe gapi leo tarehe mbili, mbili tumezungukwa hapa na polisi hapa, sijui wanataka kufanya nini, na maaskofu wamepata taharuki, wamekimbia usiku huu kutoka madhehebu mbalimbali kuja kuangalia ni nini kime kinaendelea kufanyika. Kwa hiyo nitaendelea kuwajulisha, lakini kwa ufupi ni kwamba kuna watu wamefika hapa kanisani, tunaona defender, hatujajua ndio polisi au ndio watekaji wenyewe. Eh, nafikiri ni polisi, tunaona ni gari za polisi. Lakini tuendelee kuwasiliana, tutajulishana cha kufanya. Asanteni sana. Tamko hili la Askofu Gwajima lilikuja muda mfupi baada ya kusambaa kwa barua ambayo inaelezwa ilikuwa ni barua kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Ofisi ya Msajili wa Jumuiya, ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: kufungwa kwa shughuli za kanisa la Glory of Christ Church, kanisa la Ufufuo na Uzima ikieleza barua hiyo kwamba chini ya kifungu cha 17 b na kifungu cha pili cha sheria ya jumuiya ya sura ya 337 kama kilivyorekebishwa na kifungu cha 39 kwenye mabano b ndogo cha sheria ya marekebisho mbalimbali ya mbali, sheria namba tatu ya mwaka 2019. Tafadhali rejea somo tajwa hapo juu katika siku za hivi karibuni kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii umeonekana ukiwa katika mimbari ya kanisa la Glory of Christ Church, kanisa la ufufuo na uzima, ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Vitendo hivi ni kinyume cha sheria ya jumuiya sura ya 337 na vinaweza kuhatarisha amani na utulivu nchini. Kwa mamlaka niliyopewa, ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia inafuta usajili wa Glory of Christ Church kanisa la ufufuo na uzima, kuanzia leo tarehe 2 Juni 2025. Hivyo unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja chini ya kifungu cha 19 kwenye mabano moja cha sheria jumuiya ya sura ya 337. Kanisa lina haki ya kukata rufaa juu ya uamuzi huu kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupitia kwa katibu mkuu ndani ya siku ishirini na moja kuanzia tarehe ya barua hii. Kwa amri ya msajili wa jumuiya za kiraia. Hii ilikuwa ni barua ambayo ilikuwa inasambaa kwenye mitandao ya kijamii, ambayo ilikuwa imesainiwa na Emmanuel R. M. Kihampa, msajili wa jumuiya za kiraia, na kala ilienda kwa bwana Kamilus Wambura, mkuu wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi jijini Dar es Salaam, mtaa wa nne pale Posta, na ilikuwa ni moja kati ya barua ambayo ili trendi sana ya kufungiwa kwa huduma za kanisa la ufufuo pamoja na uzima ambalo linaongozwa na mchungaji askofu Josephat Gwajima. Sasa baadaye muda mfupi, Josephat Gwajima alikuja akaibuka akakanusha tuhuma za kwamba kanisa lake limefungiwa au limefutiwa usajili. Kwa hiyo kulikuwa kuna m, kuna sintofahamu mbili kati ya kufungiwa au kufutiwa usajili au kusitisha utoaji wa huduma kutokana na kile ambacho kilielezwa katika barua hiyo, ambayo ilikuwa ni barua ambayo ilisambaa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, ambapo askofu Josephat Gwajima baadaye akaja akazungumza, akasema kanisa halijafungiwa na hakuna mtu ambaye anaweza akalifungia kanisa, na akasema haamini kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweza ikalifungia kanisa na inaweza ikazuia huduma za Kimungu. Sasa baadaye ndo ikatokea sasa hiyo video ambayo tumeona, kuna video mbalimbali mbali ambazo zimeonyesha kuzingirwa kwa kanisa la askofu Josephat Gwajima, ambapo yeye alikuja akazungumza kwenye video ambayo umeiona, ambapo Josephat alisema kupitia uh, kwa polisi wenye magari matatu wamelizingira kanisa lake eneo la Ubungo Maziwa, jijini Dar es Salaam, majira saa 5 na dakika 15 usiku kwa South Africa Mashariki, ambayo video alichapisha katika ukurasa wake wa Instagram, akimuonesha akiwa na maaskofu zaidi ya saba, huku akieleza kuwa wapo ndani ya kanisa ambalo limezingirwa na askofu Josephat Gwajima alionekana akizungumza kwamba maaskofu, amekuja kusikiliza nini kinaendelea. Mimi mwenyewe sijui nini kinaendelea, ila hapo nje naona kuna defenda za polisi kama tatu, wamekuja kuzunguka kanisa. Hatujajua nini kinaendelea. Kwa hivyo tunataka maaskofu, wachungaji wote wetu na waumini mjue kwamba usiku huu tumezungukwa na polisi, sijui wanataka kufanya nini, hatujui nini polisi au ni watekaji wenyewe, lakini hawa ni polisi, alizungumza Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinaendelea kati ya mchungaji Josephat Gwajima ambaye kwa siku za hivi karibuni alitoa tamko ambalo lilizua sintofahamu baada ya kuilaumu au baada ya kutoa ushauri kwa serikali inayoongozwa na Rais Dr Samia Suluhu Hassan juu ya vitendo vya utekaji vinavyoendelea nchini ambapo alielezea Uh, mambo kadha wa kadha ambayo yeye alisema anatoa ushauri kwa serikali, na baadaye tuliona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuja akajibia juu ya kile ambacho kilizungumzwa na Askofu Josephat Gwajima akisema watu hawatakiwi wa kukubali kugwajimanize uh, taifa na akasema yale ya gwajimanize uh, yaachwe na watu wa focus, watu wasonge mbele. Baadaye tukaona Askofu Josephat Gwajima akaibuka akaja akatoa ile tafsiri ya kile ambacho kimezungumzwa na mkuu wa nchi akisema gwajimanization uh, ni watu ambao wanataka haki, watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kupambani ya kupambania taifa. Kwa hiyo kama Uh, gwajimanization ndicho ambacho president alikuwa akimaanisha, basi amekipokea kwa mikono miwili, akashauri watu wengi sana wawe magwajimanize. Kwa hiyo ilionekana kuwa ni kama majibizano ya moja kwa moja kati ya muhimili au taasisi ya urais pamoja na Askofu Josephat Gwajima, ijapokuwa yeye alitolea mifano akasema, ninazungumza kwa mfano, simaanishi ila ni kwa mifano, jambo ambalo watu wengi sana tuliona wakijitokeza kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakimpongeza Josephat Gwajima, lakini wengine wakimkosoa kwamba amezungumza maneno hayo katika wakati ambao sio sahihi, na ukiangalia kofia alizokuwa nazo anaweza akazungumza na rais moja kwa moja. Sasa hili ndilo ambalo linaendelea na askofu Josephat Gwajima jana pia, tarehe mbili mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano alizungumza kwamba pale katika kanisa la Ufufuo na Uzima, kwa sababu alitangaza siku saba za maombi kuliombea taifa pamoja na viongozi wake pamoja na kuomba watu waache masuala ya utekaji pamoja na mambo mengine. Inasemekana kuna mtu ambaye alikwenda katika kanisa la Ufufuo na Uzima akiwa na barua ambayo ilitajwa kwamba barua hiyo ilikuwa inakwenda kwa Askofu Josephat Gwajima, lakini kwa sababu ilikuwa ni barua iliyokwenda usiku basi, Josephat Gwajima pamoja na viongozi wengine na waumini walikataa yule mtu kwenda kukutana na Askofu Josephat Gwajima, kwa hiyo wakamweleza kwamba anatakiwa kurudi leo tarehe tatu ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano akiwa na barua hiyo. Sasa si barua ambayo pengine inawezekana ni barua ambayo ilikuwa inasambaa mitandaoni au ilikuwa ni barua nyingine, kwa sababu Josephat Gwajima mwenyewe alisema hajapokea barua ya aina yeyote ambayo inahusiana na masuala ya kulifungia kanisa lake au kufungia huduma katika kanisa lake hilo la ufufuo na uzima. Tunaifuatilia taarifa hii kwa ukaribu zaidi kutokana na how sensitive is, lakini watu wengi pengine wanatamani sana kujua nini ambacho kinaendelea kutokana na yale ambayo yanaendelea kati ya Bwana Josephat Gwajima pamoja na yale ambayo yeye anayazungumza akisema ni ushauri ambao anautoa, anaosema ni ushauri wenye nia njema zaidi like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.